Katika kutekeleza maagizo ya mama yetu kipenzi Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya, ya Muungano wa Tanzania kuhakikisha kwamba kila Mtanzania mwenye changamoto anapata uh, usaidizi wa kisheria kule kule aliko mm -hmm. Na mpaka hivi ninavyozungumza kuna kitu kinaitwa Mama Samia Legal Aid. Hii ni kampeni ambayo ina, imeanzishwa na usawa na inazunguka nchi nzima kuhakikisha kwamba kila mtanzania anapata msaada wa kisheria . Timu hii ikizunguka huku na huko nchini, ni kwa lengo la kuhakikisha kwamba inasuluhisha changamoto zilizokuwepo baina ya wadau, kama watapatikana. Na kama changamoto hizo zitashindwa kutatulika, maanake zitahitaji usaidizi wa kupelekwa mahakamani, mama Samia hakuachi, anakupeleka mahakamani na anakupa wanasheria wa kukusaidia kuendesha shauri lako, alafu wakati wa kuendesha shauri kwa sababu sina gharama nyingi za kuweka mwanasheria, kila kitu Mama Samia analipia hizo gharama. Wewe kazi yako kubwa ni kuhakikisha tu kwamba umempa fakti mwanasheria, basi nauli fee kila kitu zinalipo chini ya Wizara ya Katiba na Sheria. Hiyo moja. Kwa hiyo mimi nime nimejikita sana huko katika kuhakikisha kwamba ninafanya shughuli za serikali kwa maana ya chama, kwa sababu so, mimi ni mwalimu wa chuo, kwa hiyo nilikuwa mwajiriwa wa serikali. Kwa hiyo serikali imeona kwamba kwenye kufundisha huku mm, ni itoshe kwa muda. Kwa hiyo nipo huku upande wa pili kuhakikisha kwamba tunasaidia wananchi wa Mama Samia kwa huo msaada wa kisheria wa bure nchi nzima, tunazunguka. kuna <muchanilu> <Kwa> ima <manisha> mikoa <muchanilu> ambayo imebakia ni mkoa huu wa Dar es Salaam, okay kingine. Okay, kote mishaingia mikoa mingi tumeshatembelea <muchanilu> uh, imebakia mikoa kama miwili au mitatu, ikiwemo Arusha na Dar es Salaam, yes, na okay, upande wa pili sasa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa maana ya sasa yes, zote hizo zitafikiwa mm. Na hiyo ni moja, lakini kwa maana ya kwamba hawa wengine sasa uh, ofisi ambao tulikuwa nafanya nao hizo shughuli za kisheria mm. Sisi tupo utemeke mm. Mkabala na uh, mkabala na mahakama ya wilaya ukifika Kimbita Atons okay. mm. Utapata huduma zote hapa mjini yes, za kisheria na unaweza ukawa ukatutafuta kwa namba zetu za 0769060940. Hiyo namba hiyo hapo, manake ni kwa kwa mtu binafsi kama anataka kusimamiwa kesi, kama nataka kusimamiwa kesi, yes. yeah. nata kesi na changamoto yake, kwa sababu hii ya Mama Samia ina conditions zake okay. lazima tuhakikishe kwamba mm. wewe unayeomba huo msaada wa bure hauna uwezo wa kuwakilishwa au kuwakilishwa na wakili mm. nini maana yake? Unakuja unashtaki labda mtu kwa kuvunjia mkataba. Mkataba wenyewe ni wa mamilioni ya shilingi. Maana yake ni kwamba ulimpa mtu mzigo wa kupatia chini ya milioni mia mbili. Kuna mazingira ambayo inaweza kutokea umefilisika, na kitu kama hiyo, wakati tunaagiza ulikuwa vizuri kama Samia. Au kwa hiyo, kwa wale watu ambao labda walikuwa wana makesi yao wameshindwa kufika mahakamani kwa sababu tu ya hizo hela, hizo changamoto zote. In fact kwa mfano hivi ninavyozungumza, wiki chache zilizopita tulikuwa kwenye miongoni mwa mikoa ambayo nimeitaja ambayo imeshafikiwa, kwa tunasuluhisha changamoto hizi. Changamoto unaleta changamoto, changa yako na shida moja mbili tatu, nimenyang'anywa ardhi yangu na moja mbili tatu tunauita upande wa pili mm. Na kesi nyingi zimekuwa mediate kwa sababu muda mwingine tu ni mawasiliano, nani wa connect hawa watu wanaobishania. oh. hawa dawa mm. ukiwa connect, wanazungumza wakubaliana, mnatengenezea mkataba wa maridhiano mm. wanamaliza. Lakini ikionekana kwamba upande wa pili ni mkorofi, ya ufanyi mm. basi huu upande ambao umeleta shauri lake tunamsaidia, kama ana misingi ya kisheria kusimamia, mm. tunamsaidia kupeleka kesi yake mahakamani. Hiyo ni moja, lakini pili mm. uh, kuna muda mwingine unakuta ni mtu amenyang'anywa au amechukuliwa ardhi yake na serikali. Serikali tu ilikuwa ina hakiki labda madai yake na kumlipa fidia ya baadaye. Kwa sisi tunawasaidia, pia tunamsaidia mwananchi kujua kwamba ili alipwe pengine na serikali madai yake, anatakiwa kukamilisha nini na nini. Lakini pia kama kuna uzembe kwenye sehemu ya serikali labda ni local government na kitu kama hivyo. Maana yake tunaikumbusha pia serikali kwamba kuna mtu ana shida hii, mtu wa mtawalika au kuna wengine wameshalipwa yaje alipo changamoto ilikuwa nini.

kiongozi wetu kwamba sasa ametoa rasmi, yeye ameachana na shughuli za zai, ili msije mkawaza kuna shida tena. Business sasa hivi inanyooka kama mserereko, inaweza sio mserereko sana kesi hicho tunachofikiria kwa sababu mimi um, uh, mm. ni miongoni mwa walimu wazuri. I declare that miongoni mwa walimu wazuri ambaye nikikuelekeza kitu changu kiwezi kutoka kichwani. Mimi hapa, watangazaji kuna mmoja nimemfundisha na anajua vizuri. Kwa hiyo uh, <laughs> ile misingi tu ya mimi kuisimamia mm haiwezi kufanya kwamba sheria ilikuwa haiendi vizuri kwenye ndani vizuri mm. Lakini kwa sasa mm. serikali imeona inatumia sehemu nyingine okay. Lakini kwa basi, kufundisha, kufundisha. mm. haimaanishi kwamba siwezi kurudi kufundisha au mm. siwezi kufundisha, kufundisha mimi bado ni mwalimu okay. Wao vijana wasingoteke, wasijifanye wanafanya kazi zime data, mimi bado mwalimu. Sasa mtazamaji wa Bencico Creativity Ah, kama ulivyoona ma... kipindi chetu cha leo kilikuwa cha moto sana, kilikuwa kime kimepa kimemaliza yeah. kwa sababu kwanza mgeni wetu leo kwanza amechangamka, alafu <laughs> <laughs> <laughs> hana baya eh, hana baya. Kwa hiyo tumeenjoy sana, najua na wengi wamejifunza mambo mengi eh, kama mlivyosikia vijana. Jamani, kazeni ndugu zangu, kazeni, anatia sana mkaze hiyo kwetu umekaza. Ah, kazeni jamani, kazeni <laughs> kwa hiyo yeah. Uh, kama hapo uh, ndo tunafikia mwisho wa kipindi chetu, lakini kitu ambacho sikuambia mwanzo, jamani, kama mnaona leo background yetu imebadilika Mashindano ya yayameanza kupamba ya moto moto. Kwa hiyo kama bado hujaapply category yoyote inabidi ufanye hivyo mapema. Siku zimebaki chache, siku zimebaki chache na muda unaenda well. Kwa hiyo tuendelee kujiandikisha ili tuweze kufanya haya mashindano ya uni champion. Zawadi ni nono kama mlivyoambiwa na uh, tunaendelea kuwakumbusha kitu kama hicho. Tunamshukuru sana guest wetu, lakini pia kabla tuondoka atupe neno la mwisho kidogo la kuaga watazamaji Atumagi. Yes. Aa, mimi niwaambie ni kwamba watazamaji wote nchi nzima mnakonitizama, ni kwamba sasa hivi bwana, nchi yetu imenyoka. kwa hiyo e, kwa yote niliyozungumza, ikiwemo hiyo ya Mama Samia Legal Aid na vitu vingine vinavyoendelea kwenye nchi yetu bwana, Mama Samia mwezi Oktoba na jambo lake kuita. Ehe. Itika. Unaambia ukiitwa itika, itika.